Kaunti namba 47, tuelekee kaunti namba 49. Zaidi ya watu 300 wameuawa usiku wa kuamkia leo eneo la Gaza baada ya wanajeshi wa Israel kutekeleza mashambulizi kwa kutumia ndege za kivita zilizorusha makombora maeneo kadhaa, ikiwemo kambi za wakimbizi. Shambulizi la usiku wa leo limejiri licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha vita hivyo lililoafikiwa mwezi Januari. Ripoti zinasema sababu ya Israel kutekeleza mashambulizi hayo imetokana na Gaza kukosa kuwaachilia raia wa Israel waliotekwa nyara wakati wa uvamizi tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 na kukataa mapendekezo yanayotolewa kusitisha vita hivyo. Matukio hayo pia yamejiri siku ambayo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linahusiana na matukio ya Gaza linapaswa kukutana na kujadili yale yanayojiri tangu kuanza kwa vita hivyo. Zaidi ya Wafalestina 48 wameuawa huku Gaza ikiharibiwa katika mapigano hayo.